Kanisa la Kiinjili la Kiruteli Tanzania, Diocese ya Kaskazini Magharibi, kupitia kamati ya maandalizi ya sherehe kubwa ya uzinduzi wa vifaatiba pamoja na uzinduzi wa kampuni mpya ya marekebisho ya vifaatiba ya ELCT Medical Equipment, Electrical and Automotive Technical Services inayo furaha kubwa kukufahamisha kuwa tarehe 17 mwezi wa 5 mwaka 2025, Mheshimiwa Doto Mashaka Biteko, ambaye ni naibu waziri mkuu na waziri wa nishati, atazindua vifaatiba vipya katika hospitali ya lage iliyopo kama chumu wilayani Muleba. Vifaa hivi vipya vitakavyozinduliwa ni pamoja na CT scan ya slice 64 hadi 128 digital mammogra Digital X-ray, Ocla Ultrasound, Ultrasound PAC system, yani Picture Archiving Communication System. Vifaa hivi vipya vya hali ya juu vina uwezo mkubwa wa kubaini na kuchunguza magonjwa na majeraha mbalimbali katika viungo vya mwili wa binadamu, kuchunguza kansa kama vile kansa ya matiti, tezi dume na mengine mengi, kuchunguza magonjwa ya macho, mifupa, kuganda kwa damu, kiharusi au na kadhalika, kuwezesha uchambuzi wa haraka na sahihi kwa ajili ya matibabu bora. Vifaa hivi vimeidhinishwa na mamlaka za serikali kuwa bora kwa matumizi ya tiba. Hospitali ya Ndolage inayomilikiwa na Kanisa la Kiinjili la Kiluteli Tanzania, Dayosisi ya Kaskazini Magharibi, imekuwa ikitoa huduma bora kwa zaidi ya miaka tisini, na kwa sasa tunafurahia kuwaongezea wateja wetu vifaa vya kisasa zaidi kwa lengo la kuboresha huduma za matibabu. Karibuni kwa wingi kushuhudia tukio hili la kihistoria. Baba Askofu Dr Abednego Keshomshahara atakuwepo. Kwa mawasiliano zaidi, wasiliana na mwenyekiti wa kamati ya maandalizi kwa simu namba 0625289732 au mganga mkuu wa hospitali kwa simu namba 0713609349. Karibu ELCT Ndolage hospital kwa huduma na afya bora kwa kila mtu. Watu wote mnakaribishwa.